Hizi harakati zote hizi za kuanzia kwa BCF kiliwalenga watoto wadogo na sasa wa, wa walio kwenye elimu ya msingi primary, ambayo shetani anawatafuta sana, na sisi kama vijana wanatayo Mungu katuweka na katuagiza kwenda kuaipawa na kuandaa Uzao ambao utasimama na Mungu. Bwana asifiwe sana. Shida inaanzia wapi? Most of people they are asleep. Walilala watu wengi. Shetani alivizia wakati ambao wana was asleep. Alikuwa amelala. Kulala kiroho ni hatari sana. Mungu alimweka Adamu kwa lengo la

If God may give me a chance, I would like to talk about Unleash your purpose. You have to know your purpose. Mungu amekuita kwa nini na kwa watu gani? Tumeitwa na Mungu kwa ajili ya uici wanaspea, lakini cha ajabu watu wamelala, na shida imeanza kwa sababu maisha wanaoishi wanadamu. Unajua nichokija kloni kitu kimoja, ukiishi maisha ya dauweabili Siyo tofauti. Na miongoni mwa kazi ya dhambi ni kuua mambo ya kiroho. Naomba nikupe kitu kimoja kitakusaidia. Mtu yoyote mwenye Mungu, sema mwenye Mungu. Akiishi maisha ya dhambi, sema akiishi maisha ya dhambi. Maisha ya ibada yanakufa makufa. Bwana asifiwe sana. Mtu ambaye hajaokoka akiishi maisha ya dhambi, Kanisa tu hapa, Maombi yanahuzulia, kwaya inaimba. Huyo mtu hajawahi okoka. Mtu mwenye Mungu kabisa akianguka